Sana kama cha siasa kwa kutembelea Miranda, tuwapige makofi lakini wataalamu wetu na tuwapongeze kwa kazi nzuri. Kilio changu kile kile, weshima juu idara ya utamaduni, sanaa na michezo, kile kile kilio. Ina maana kili hakuna vikundi vya wagogo na wakimu vinavyoonekana kwenye lali, hakuna una, nimeona sababu mashlaasabalo

ya idara ya utamaduni na idara ya utamaduni, msimamo mkubwa wa serikali ndio chanzo cha ajira. Lazima tuniseme, mwenyekiti mwenye hapa nitangaza na interest kwa kweli, najua mimi ndio na present ya halmashauri kuu, naomba nimejigeuze niende kule. Kwa kweli hata mimi niliandamana kwenda idara ya utamaduni kuomba tupewe eneo la kujenga uwanja wa basket. <tossit> <tossit> mimi nilicheza basket na declare interest. Hatukuwa na uwanja. Kwa nini? kwa sababu utamaduni naye alikuwa ananishangaa. Sasa sisi mkuu, ile usema ah, mimi nakuja hapa kama mchezaji. Unaona <tossit> na na timu yangu. Kwa nadhani hii ni sehemu ambayo naomba mwenyekiti, hili tu ichukue tukalifanyie kazi na kwenye vitabu vyetu vitakavyokuja ionekane. Hii ni sekta ya muhimu sana.